There is a choice to keep quiet, you'll be safe uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard eh, choice, najua consequences zake kora. Mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa no na nimekuja kajuni nimetumia taratibu kupita hapa kweli mpaka wote ni poras na mimi hapa ni kwetu mzee, ni kwetu, Mze, kwetu kitakasembe hapo babangu, kwa ni kwa hiyo I nimesoma hapa ni maraga shule ya msingi hapo. I know this border, ningetaka kuvuka hapa kajuni yeah, wewe usingeniona kajuni, asingeniona nobody would see me, ngeniona niko bondo <laughs> na msingenikamata, na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio muhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi , sio kwamba sikuwa na information uh, since yesterday uh, yeah. Wana organize I knew it and they come, ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda sawa kuzika.